Karibu kwenye Typhoon Film TZ. Hapa ndipo simulizi kali, drama zenye kugusa moyo na hadithi za maisha halisi huanzia. Kila simulizi linafunza, kila drama inaacha alama, na sisi tupo hapa kukusimulia. Kabla hujaendelea, tafadhali bonyeza subscribe, like, comment na share ili tuendelee kukuletea visa vipya kila wiki. Kipaji kikiwa na mpango hakikosi mlango. Subscribe kwa mengi zaidi sasa. Tuanze simulizi letu la leo. Yapo mengi wengi hujiuliza baada ya kifo cha rais Jomo Kenyatta na kuwa na maswali mengi. Sehemu hii ya tano itaenda kukuwekea mengi ambayo wengi hawayafahamu kuhusu rais Jomo Kenyatta na Kenya kiujumla. Sasa naomba unitegee sikio lako kwa makini, ila usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu Typhoon Film TZ. Baada ya kufariki kwa mzee Jomo Kenyatta mnamo Agosti 22, 1978 Kenya ilijikuta kat katika kipindi kigumu cha kihistoria . Ilikuwa ni mara ya kwanza tangu uhuru taifa hilo linakosa kiongozi wake mkuu, mtu aliyekuwa nguzo ya umoja, dira ya maendeleo na alama ya uzalendo wa Kiafrika. Wakenya walilia kwa huzuni isiyoelezeka, sauti za vilio zilisikika kote nchini, kutoka Nairobi hadi vijiji vya mbali vya Rift Valley. Kwao Kenyatta hakuwa tu rais, alikuwa baba wa taifa, mkombozi na mlinzi wa amani taifa lilihisi kama limepoteza mzazi na hofu ya mustakabal ilianza kuenea. Nani alichukua uongozi baada ya kifo cha Kenyata? Baada ya kifo cha Kenyatta, Daniel Toroitich arab Moi aliyekuwa makamu wa rais alichukua madaraka kwa mujibu wa katiba. Ilikuwa ni kipindi cha majaribu makubwa, kwani wengi hawakuwa na uhakika kama Kenya ingeweza kudumu bila mzee Moi aliahidi kuendeleza sera za Kenyatta chini ya kauli maarufu "nyayo", akimaanisha kufuata nyayo za baba wa taifa. Alihimiza amani, upendo na umoja, misingi ambayo Kenyatta alijenga kama msingi wa taifa huru. Wananchi wengi walimpokea kwa heshima, wakiamini kwamba alikuwa urithi wa uongozi wa Kenyatta, mtu alielelewa kisiasa na mzee mwenye hekima. Hata hivyo, Kulikuwa na makundi yaliyokuwa na mashaka yakihofia kwamba Kenya ingeacha misingi ya maadili na uzalendo iliyoachwa na Kenyatta. Misingi ya taifa baada ya kifo chake. Chini ya kumbukumbu -kumbu ya Kenyatta, taifa liliendelea kuongozwa kwa misingi aliyoyasisi. Moja, amani, peace, kila Mkenya kuheshimu amani kama nguzo kuu ya maendeleo. Pili, umoja, unity, kutokubali ukabila au mgawanyiko. Tatu, kujitegemea, self reliance, kuamini kwamba Kenya inaweza kusimama kwa nguvu zake bila utegemezi wa kikoloni. Sera hizi ndizo zilizobaki kama alama ya utambulisho wa kitaifa. Ziliwekwa katika nyimbo, hotuba na hata vitabu vya shule ili kizazi kijacho kijue kuwa uhuru ulipatikana kwa damu na jasho. Majengo makubwa aliyojenga Jomo Kenyatta katika kipindi cha uongozi wake, Kenyatta alisimamia miradi na majengo mengi ambayo yalibadilisha uso wa Kenya. Baadhi yalikuwa ya serikali na mengine yalijengwa kupitia juhudi za wananchi chini ya falsafa ya harambee. Mengi kayatekeleza Jomo Kenyatta, ikiwemo majengo ya serikali. Moja, jengo la bunge la Kenya, alilihusisha na utambulisho wa demokrasia ya taifa. Pili, ikulu ya Nairobi, state house makao rasmi ya rais, alilifanyia maboresho makubwa. Tatu, chuo kikuu cha Nairobi aliimarisha miundo mbinu na elimu ya juu. Nne, uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta, JKA, lango kuu la Kenya kwa dunia. Tano, barabara kuu ya Thika Thika Super Highway alianzisha mpango wa awali wa njia kuu za mawasiliano. Sita, Hospitali ya Kitaifa ya Kenyatta KNH Kitovu cha afya na Afrika ya Mashariki. Majengo yasiyo na serikali moja, Taifa Hall lilijengwa kupitia nguvu za wananchi chini ya falsafa ya harambee, likiwa sehemu ya mikutano na sherehe. Pili, shule na makanisa ya kijamii, alihamasisha kujenga shule kupitia michango ya wananchi. Tatu, Mashamba ya ushirika Cooperative Farms yalihamasisha kilimo cha pamoja na uzalishaji wa chakula. Miradi hii ilileta ajira, elimu na umoja. Kwa Kenyatta, maendeleo hayakuwa takwimu bali ni heshima ya mwanadamu kupata maisha bora. Familia yake baada ya kifo. Baada ya kufariki kwake familia ya Kenyatta ilipewa heshima ya kipekee ya kitaifa. Mke wake, Mama Ngina Kenyatta alitambuliwa rasmi kama mama wa taifa. Serikali ilihakikisha usalama na heshima yake kama mke wa baba wa taifa. Baadhi ya watoto wake waliingia kwenye siasa. Uhuru Kenyatta, mwanawe wa kiume, alikuja kuwa rais wa nne wa Kenya mwaka 2013, ishara kwamba damu ya uongozi na uzalendo haikuisha ndani ya ukoo wa Kenyatta. Wengine walihusishwa na biashara, mashirika ya maendeleo na miradi ya kijamii. Familia ya Kenyatta iliheshimiwa kama nguzo ya historia ya Kenya na bado leo inatambulika kwa mchango wake mkubwa kwenye maendeleo ya taifa. Mkono wa kulia wa Kenyatta. miongoni mwa watu waliokuwa karibu sana na Kenyatta, Daniel Arap Moi ndiye aliyokuwa mkono wake kulia. Wakati wa uhai wa mzee, Moi alijulikana kwa utulivu, utii na uaminifu mkubwa. Alikuwa msaidizi asiye na maneno mengi lakini mwenye ushawishi mkubwa nyuma ya paza. Kenyatta alimwamini akimpa majukumu nyeti katika masuala ya usalama, elimu na utawala wa majimbo. Baada ya kifo cha Kenyatta, Moi alitumia falsafa ya nyayo kama ishara ya heshima na mwendelezo wa urithi wa Kenyatta. Wengine waliokuwa karibu na Kenyatta ni Charles Njonjo. Mwanasheria mkuu mzee Daniel Gachukia na Mbiu Koinange waliomsaidia kusimamia sera na miradi ya taifa. Umuhimu wa kuwa na kiongozi kama Jomo Kenyatta. Kenyatta alionyesha kuwa kiongozi wa kweli hawezi kupimwa kwa cheo bali kwa athari anayoiacha kwa watu wake. Alikuwa na maono ya mbali, moyo wa kizalendo, na ujasiri wa kusimama kwa ukweli hata mbele ya hatari. Alikuwa kiongozi wa kuunganisha, si kugawanya, wa kujenga, si kubomoa. Alifahamu thamani ya umoja na alielewa kuwa taifa linakuwa pale wananchi wanapokuwa wamoja. Kwa nini viongozi wa kisasa wamepoteza dira ya wazee wa kale tofauti na Kenyatta? Viongozi wengi wa Afrika leo wamepoteza roho ya uzalendo. Wanapigana madaraka, si utu. Wanakusanya mali binafsi wakisahau kuwa uhuru uliopatikana ulikuwa kwa damu ya wazee. Hawafuati nyayo za waasisi. Hawasemi tena kuhusu umoja bali ukabila. Si maendeleo bali ubinafsi. Ni lazima kizazi kipya kijifunze kutoka kwa mfano wa Kenyatta kuwa na upendo wa kweli kwa taifa, si kwa chama kuwa na maono ya maendeleo si tamaa, kuamini katika umoja wa Afrika kama alivyosisitiza Kenyatta na Nkrumah. Yapo mengi ambayo ni ya kuzingatia ikiwemo urithi wa Jomo Kenyatta. Urithi wa Jomo Kenyatta hauwezi kufutwa. Aliacha Kenya ikiwa imara, yenye misingi ya amani, umoja na kujitegemea, kama alivyoandika katika hotuba yake ya mwisho, tukikosa kufamini uhuru wetu tutakuwa watumwa bila minyororo lakini tukilinda amani, tutaishi vizazi na vizazi kama watu huru. Leo jina lake linaendelea kuishi si tu kwenye majengo saraha au vitabu, bali katika mioyo ya Wakenya wote wanaoamini katika ndoto ya taifa lililo huru, lenye heshima na lenye upendo. Na hivyo hadithi ya Jomo Kenyatta, baba wa taifa la Kenya inafika mwisho, lakini urithi wake unabaki kuwa mwanga wa vizazi vyote vijavyo. Kwa stori za kweli na uhakika, usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu Typhoon Film TZ. Asante.